Tiketi zikatumika siku ya mechi iliyoairisha ya tarehe 15 kwa tiketi zile zote. Wale ambao walikata tiketi zao wakaingia uwanjani kadi, huwa kuna utaratibu wa ndani, utaratibu maalumu unafanyika kwa ajili ya kufanya reverse kadi zote ambazo zilitumika ili ziweze kutumika tena. Kwa hiyo kwa wale ambao mashabiki walikuja ile siku wakaingia uwanjani, kadi zao zilifanyiwa uhakiki getini, kadi zile zile zitatumika tena lakini kwa upande wa wale waliopoteza kadi zao, nitoe rai kwa mashabiki wetu wote Tanzania nzima, ambao wamepoteza kadi zao, wanaweza kuja kwenye ofisi zetu za ubalozi wa Ufaransa wa tuweze kufanya swap ticket. Zile kadi tutaziswafu alafu zitatumika tena, lakini kwa wale ambao hawajui namba zao walizokuwa wamesajilia zile kadi, ni vizuri wakawa na uhakika wa kutumia kwenye kusajili kadini kadi, kadi, kadi sahihi no, sahi, kwa kufanywa tiketi swapping, iwe ameswapiwa tiketi yake sahihi, maana anaweza kupata namba ambayouliaakadi lakini tiketi yake itakuwa iko salama na wale ambao hawajanunua tiketi kabisa mpaka sasa hivi, tiketi bado zipo. Kwa hiyo ishaisha dtk zibaki chache sana. Kwa hiyo kwa mashabiki wetu, kwa hiyo orange vipc na mzunguko tiketi bado zipo.